Kuanzia leo sitaki kukuona kabisa kwenye maisha yangu, na nakuondoa kwenye majukumu yangu, na kamwe usithubutu kuwa karibu na Krisi kabisa. <tos> <tos> Shalu, unatosha mzee. Ukiendelea utajiumiza bure. Karibu pale tuna mikoti ya suti swali za cadet. Hapa tuna mashati, pale tuna ma t-shirt, huku tuna viatu na huku nyuma unaweza ukachagua nacho kitaka. Si tukusaidie nini? Hapana, sihitaji kitu. Tusaidie nini mama? Namuulizia mwenye hili duka. Mwenye duka umemkuta, ila kwa sa ipo bize kidogo kama utamsubiri itakuwa vyema zaidi, mamaangu. Asante basi sawa, karibu sana. Nimekuja kumuulizia Noah, na siku nyingi sana sijaonana naye, sijui unaweza kuniambia yuko wapi? <coughs> Na muda mrefu sana sijaonana naye, na pia sijui yuko wapi. Ulijaribu kuongea naye? Kila nikimpigia simu hapokei, nikaona labda ni kutokana na wingi wa kazi zake ndio maana nimekuja kumuulizia naendeleaje, ili moyo wangu ulizike. Kuja nijaribu kumpigia simu hmm. Pia pokei simu yangu ilo, sijali mama. Mimi nikikutana naye tu nitamwambia. Je, si nyumbani? Hapana, usimwambie kuhusu kuja nyumbani. Labda kama utabahatika kuonana naye, mwambie mama yake nimemisi sana. Sawa. <sighs> Sawa mama, nimekuelewa. Pia nitamwambia endapo nitamuona. Basi nikuache. Okay, karibu. Vipi hali ya mgonjwa a daktari? Wewe nani yake? Ni mkwe wake. Na ndugu zake wengine wako wapi? Nimejaribu kuwatafuta lakini hawapatikana. Ina maana hana mtoto? Ah, mtoto anaye, lakini mimi nipo kwa niaba ya watu wote okay. Pole sana mama, hatuko naye tena. Unajaribu kusema nini daktari? Ya, ni kama ulivyosikia. Mama hatuko naye tena mm. Fanana, ila hali nimeridhika, wangie mama yako, ushapata mwali yule, zako mambo ngari ngari. Kwa nini ulinidanganya? ni ninipanga nipanga kwa Chris amekufa, lakini leo nimeona kwa jicho langu. Wanchukuliaje? Wanchukulia poa wa, sio bali ni sokesi hivi. Kwa nini unasijua sana hatua zangu, kuwaniwe nani bitch boy? Eh, kama nikikwambia mimi ni nani utaniamini? Shega. Mimi ni kakake na Chris. Na kuhusu taarifa ya kifo cha Chris ilikuwa ni ya kutengeneza. Na hii nilifanya kwa sababu ya usalama wa dada yako. Otherwise dada yako alitakiwa apotee kama alivyopotea nao. kama unayapenda maisha yako, acha kabisa kumfuatilia Chris, kwa maana hiyo itasababisha maisha ya dada yako kuwa hatarini. Oh, oh, oh, baridi. Mimi nimekusoma, askari wangu. Lakini kwa nini Chris ananikataa? Ya yani nafanya kama nijui hivi. Chris amepoteza kumbukumbu hivyo hakumbuki baadhi ya matukio ya nyuma. Mteja wangu wa nani? Wa, wa machungwa, yaani mimi nampenda na matikiti, akija hapa akikuta nachukua bda machungwa kumi matikiti hmm. Wekani mchana ulisema usiku tutatuletea picha za Chris, ziko wapi? Mimi nilikuwa nazingua tu mkubwa. Alikuwa so Chris au nini? Nimemfananisha tu, unaona mimi nilijua tu. Alafu mnasema oh, kaniki ka achabangi. Achabangi wapi? Linavuta utochoroni leo limekuja kumbuka hadharani hivyo ungekulupuka kwenda kumwambia sikitu kabla yetu sisi ingekuwaje? Wewe mbona unapenda kuchokonoa chokonoa mambo wewe? Eh? Mtu wa watu amekufa muda mrefu amezikwa, amejiozea huko oh, nimemwona Krisi. Ulimwona wapi? Kabulini ya hela. Pumbavu mkubwa, jicho lenyewe moja unaweza kumwona mtu we. Toka hapa nenda ukale chakula nyumbani huko, shika lebu yako ondoka, nenda zako nyumbaniazu, nimekwambia ondoka, nenda nyumbani! Mpumbavu mmoja wewe! Yaani nisinge kuzaa wewe, sijui ningepata na matatizo gani? Jamani, Nikamwa kila siku na mwana tumbo liangalie hivi Naona leo maamua kujipumzisha. Unajua nini, ndugu yangu, sisi watoto wa kiume hatujaumbwa na roho ya kukunja wazazi na watu wazima, huwa wakosei. Mzee, nahisi ni hekima na busara kwenda kumfuata baba yako na kumwomba radhi. Unahisi kama nitamfuata mzee na kumwomba radhi ndio nitakuwa sawa? Ni ushauri tu. Sasa mimi kwa nje, unaweza kuniambia taarifa zake nifikishie si sahihi kwako kwa kwa sasa. Noa hahitaji kuonana na mtu yeyote, lakini mimi si mtu yeyote. Alokumba mlete uyuko ni nani? Hivi una akili timamu kweli? Wewe kitu chako kinafanya kazi wewe? Ni mtu gani ambaye hujui thamani ya mama yako? Unajua mamako ipo katika hali gani? Haya, na mbaya zaidi hupatikani. Hii inamaanisha nini? Hivi Irene, ni mara ngapi nimekwambia usifuatilie maisha yangu? Alafu, sikiliza wewe, familia yangu mi naikuhusu, sawa? Kaa mbali na familia yangu. Sasa ngoja nikupe taarifa ya familia ambayo haihusu, no, mama yako amefariki kwa ajali ya gari. Alafu sio kufariki tu. Ndugu zako umekuja katika mazishi haujaonekana. Alafu nataka kusema nini? Okay.

Maandalizi yako tayari. Tunangoja amri yako tu. Mpango wetu utaanza kwenye harusi ya Chris. Kwa hiyo wewe andaa vijana kwa ajili ya kazi. <laughs> Ndoa ni tendo ambalo Mungu aliliumba kwa makusudi kabisa, ili kutoa picha jinsi ndoa itakavyokuwa na watu wako mwisho wa ulimwengu huu ndoa ni mfano mdogo sana wa Mungu atakavyokuwa na watu wake watakaoshinda mwisho wa ulimwengu huu na nchi. Tutaangalia mistari kidogo inayohusu ndoa za kibinadamu, tuangalie mistari kwa uchache sana kuhusu ndoa za kibinadamu Mathayo kumi na tisa mstari wa sita unasema hata wamekuwa si wawili tena bali ni mwili mmoja, hivyo kilichounganishwa na Mungu mwanadamu asikipangue. Bwana Kristo, Mwanzo mbili mstari wa ishirini na nne unasema naye bwana harusi atamuacha baba yake pamoja na mama yake na kuambatana na mkewe, maana umekuwa mwili mmoja hivyo. Bwana Kristo, unaenda kuwa mume halali ayeuishi siku moja Uh, tupo kanisani, tumejaza watu wengi eh? <laughs> Alafu nauliza Chris, uko tayari kumwoa Sikitu? Habari. Jina langu naitwa Cramvevo. Mimi ni muuzaji wa simu na duka langu liko pale Kariakoo, chini ya plaza floor namba mbili. Ukifika tu ulizia, naenda anaenda Kariakoo Mobile au unaenda dukani kwa Cramvevo. Tunauza simu za aina zote, kwa hiyo ningependa ndugu jamaa na marafiki wote ambao mnanisapoti Eh, mje kuni sapoti pale Kariakoo kuweza kuchukua simu yako kwa bei nafuu zaidi, na bei ambazo sisi tunauza utazunguka Dar es Salaam nzima, Tanzania nzima, huwezi kupata. Tunawarantia miaka miwili pindi unaponunua simu kutoka kwetu. Karibu, tunauza simu za aina zote. Kariakoo Mobile.